Ndugu mtazamaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuhu. Karibu katika darasa nambari fe... nambari 53 katika mfululizo wa darasa za somo la aqida, kutoka katika kitabu cha khudha aqidataka min alkitabi wa sunna. Tuko katika unwani inayosema alamalu bilqurani walhadithi, kufanyia kazi Qurani yaani kitabu cha Qurani wal hadithi na mafundisho e, yatokanayo na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Na tukisema alhadithi, yani ni maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallama, maelekezo yake ya kimaneno, wa kadhalika matendo yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kwa sababu pia tachukua dini kutoka katika matendo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Kadhalika, alhadithi inamaanisha yale yaliyofanyika mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallama na yeye akayakiri yanaitwa ni, ta, ni, ni sunnatu taqriri sunnatu taqririya. ni sunna ya kukubali kwake na kukiri kwake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama lile ambalo limefanyika mbele yake. Uh, Qurani na hadithi ndio mwongozo wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kwa waja wake. Kwa hivyo yatakikana, uh, katika maisha yao iwe rejea yao ni Qurani na hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Yaani mtu akisema kwa mfano uh, kitu fulani ni ibada, basi marejeo yake yarudi katika Qurani na hadithi. Akisema ibada hii inatekelezwa kwa utaratibu kadha na kadha ni lazima hayo yarejee katika rejea yake iwe ni Qur'ani na hadithi. Katika mambo ya nikaha e, ni sharti litimie kadha na kadha, ili ndoa isihi, marejeo yetu yawe ni Qur'ani na hadithi. Katika masala ya mirathi kwa mfano, marejeo yetu yawe ni Qur'ani na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasalama, ambazo ni asahiha zilizo sahihi e, kuna maudhui zimekwisha kutangulia kuhusiana na e, zinazofanana na maudhui hii. Kwa hivyo hatutarefusha maneno katika katika katika nini, katika darasa ya leo e, tutasoma katika kitabu na kusherehesha kwa ufupi. Limadha anzala Allahu alqur'ana, kwa nini Mwenyezi Mungu Jalla waala ameteremsha Qur'ani? Anasema anzala Allahu alqur'ana lil'amali bihi, Mwenyezi Mwenyezi Mungu azza wajalla ameiteremsha Qur'ani ili ifanyiwe kazi. Hili ndilo lengo la msingi la kufanywa, la, la kuteremshwa Qur'ani, kama ambavyo Mwenyezi Mungu Azza Jalla amesema mwanzoni kabisa mwa, mwa nini katika aya ya nini, ya kwanza kabisa katika surati al-Baqara, baada bada surati al-Fatiha, akasema dhalika al-kitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin, hiki ni kitabu ambacho hakina shaka ndani yake, ni mwongozo kwa wenye kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. E, kadhalika Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala akasema shahru ramadana alladhi unzila fihi lquranu hudan linnas, mwezi wa Ramadhani ndani yake imeteremka Qurani ili iwe ni mwongozo kwa binadamu. Kwa hivyo, Allah subhanahu wa taala ameleta Qurani iwaongoze wanadamu na, na waifanyie kazi qala llahu taala, ameleta dalili katika kitabu Ittabiu ma, ittabiu ma unzila ilaikum min rabbikum, fuateni yale ambayo yameteremka kwenu nyinyi kutoka kwa mwala wenu. Maunzila ilaikum, e, ma unzila ilaikum min rabbikum, yaliyoteremka kutoka kwa mwala wenu kwenu nyinyi. Hii ni surati Araf, hii ni suratu al-Araf. Waqala Sallallahu alayhi wa sallama, na Mtume rehma na amani ziwe juu yake amesema: iqrau lqurana wamalu wa bih, isomeni qurani namuifanyie kazi wala taakulu bih, wala msile kwayo. Yani siyo malengo ya kusoma qurani, mtu anasoma ili, alenayo, ila, bali, anasoma ili e, e, aifanyie kazi na kwayo amche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikitokea e, baada ya kusoma amepata posho kwa sababu amesomesha Qur'ani, e, au kwa sababu wamesimamia jambo la, la kidini labda amesalisha watu au wa wa ameadhini, likija hilo kama bonus kama jambo lililokuja baadaye, ahlan wa sahlan. Sira ya watu wema inafahamisha watu wema waliokuwa na msimamo wa, wa Qur'ani na hadithi walienenda katika, katika njia kama hii, hakuna tatizo. Lakini isiwe lengo la mtu kuanzia mwanzo, lengo la msingi ni anasoma ili aje apate maisha, hatopata chochote mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hadithi imepokelewa, hadithi hii ni sahihun, ni sahihi, rawahu Ahmad, imepokelewa na Al-Imamu Ahmad. E, suali lingine linasema Ma hukmu alamalu bilhadithi sahih? Ni nini hukumu ya kufanyia kazi hadithi ambayo ni sahihi? huwezi kukuta katika tunapozungumzia Qurani tukasema alquranu sahih, Qurani iliyo sahihi, kwa sababu hili neno as-sahih linakuja kuainisha, kuainisha kwamba kuna hadithi dhaifu. Yaani hadithi dhaifu kwa lugha, kwa istilahi ya, ya, ki, ya, ya kitaalamu ni kwamba hadithi ambayo ambayo haikutimia vigezo vya kuisema kuwa ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo vigezo havitimii havi, havi kui, kuihusisha na Mtume sallallahu alaihi wasallam, nis, il, nisbatuhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo inaitwa ni hadithi dhaif. Uh, ile uh, iliyotimia vigezo inaitwa ni hadithi sahihi, yani hadithi inayokubalika na dhaif ni hadithi ambayo haikubaliki. E, mwenye kitabu wa, nini ameleta onwani hii kwa ajili ya kutanabahisha tu kwamba kuna hadithi sahihi na kuna hadithi dhaifu na kadhalika. Anataka kuonesha uwajibu wa kufanyia kazi hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kwa sababu kuna watu wanaona hakuna haja ya kufanyia kazi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallama. Anasema ma hukmu al-amalu bil hadithi sahihi, ni nini hukmu ya kufanyia kazi hadithi sahihi? Akasema al-amalu bil hadithi sahihi wajibun kufanyia kazi hadithi sahihi ni jambo la wajibu li qaulihi taala wama atakum rasulu fahudhuhu wamanahakum anhu fantahu, yale aliyokupeni mtume yachukueni na yale aliyokukatazeni yawacheni. Hili neno la na yale aliyokukatazeni, la neno tamko la mwisho katika aya lina tafsiri tamko lake yale, yale aliyokupeni mtume e, kwa sababu hili neno limekuja kwa mukabala wa yale aliyokupeni mtume. Ili neno na yale aliyokukatazeni limekuja kwa mukabala na yale aliyokupeni mtume. Kwa hivyo aliyokukatazeni, kinyume cha kukataza ni kuamrisha. Kwa, kwa hivyo yale aliyokupeni mtume, yaani yale aliyokuamrisheni Mtume sallallahu alayhi wasallam, fakhudhuhu, yachukweni. Wa maana ya wamanahakum anhu fantahu, na yale aliyokukatazeni yawacheni. Uh, waqala sallallahu alayhi wasallam, wa na mtume rehma na amani ziwe juu yake alipata kusema alaikum bisunnati, shikeni kwa lazima. Neno alaikum yani ni, linafahamisha lazima. Alaikum bisunnati, lazimianeni au shikeni kwa lazima sunna zangu, yani mwenendo wangu na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, kama mm -hmm. tulivyosema inamaanisha kauli zake na matendo yake na yale aliyoyakiri na, na kuyapitisha wa sunnati al-khulafai rashidina na shikamaneni na mwanendo na wa makhalifa wangu waongofu. Ifahamike kwamba makhalifa wa mtume sallallahu alayhi wasallama ni Abubakar na Umar na Uthman na Ali. Uh, baada ya hapo wamekuja viongozi lakini hawakusifiwa kwa hii sifa ya ar-rashidina al-mahdiyina, walioongoka na walioongolewa. Hawa mabwana wana uongofu wa ziada, uongofu wa kipekee. Wao wanafiti zaidi katika hili neno kuwa wame, wameongoka na wameongolewa <coughs> yani e, tumepewa garanti katika dini. Kwa nini? sio tu garanti bali ulazima kushikamana na mafundisho yao. Lakini ifahamike kwamba makhalifa wanne waongofu ni sawa sawa na kusema masahaba wote wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama kwa sababu wao walioyasimamia waliyasimamia kama viongozi na wa masahaba wengine waliobakia waliyashika kuwa ni mafundisho na maelekezo ya viongozi wao. Kwa hivyo hadithi hii inasema tushikama, tushikamane na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasalama pamoja na mafundisho ya masahaba. Swali la, la msingi kabla hatujamaliza darasa yetu, kwani haitoshi kuwa tumeshikamana na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasalama? Kwa nini mpaka waingie masahaba? kwani wao wenyewe si wamechukua kwa Mtume? singelitosha tu tuambiwe tushike Qurani na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasalama <coughs> e, inatosha. Lakini haitoshi. E, kama ingelikuwa tunaweza kuifahamu vile ipasavyo Qurani e, bila kuwa na ufahamu bila ya kushika Qur'ani lakini kwa ufahamu ambao umepotoka, ingelikuwa Qur'ani na hadithi vinatosha. Lakini kwa kuwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla aliyetuumba anajua kwamba sisi hatutatosha katika ni kuifahamu itakiwavyo Qur'ani na hadithi, akawachagua watu wengi. Baada ya kumchagua Mtume sallallahu alayhi wasallama, akawachagua watu wengi. Angalia hili neno watu wengi Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mmoja. Huyu mmoja kopia mafundisho yake imetolewa, ime imekuwa nyingi nyingi kwa idadi ya hawa masahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo ni ngumu kuficha ukweli katika mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ama kupotosha, ikiwa, ikiwa ukweli huo na mafundisho hayo yamekuwa kwa watu wangi <coughs> masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika kuitafsiri dini katika kui practice dini. Kwa hivyo ukipotosha tafsiri, tutaangalia maisha ya hawa watu maisha ya hawa watu ndiyo mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallama, na ndiyo maelekezo ya Qur'ani, na ndiyo hidaya ya Qur'ani. Kwa hivyo e, dini hii imesukwa na ikakamilishwa na ikawekewa nini vigingi na nini mihimili inayopelekea dini hii isipotoke isi. Ikiwa mtu atadai labda nini, ha, ha, nini hachukui hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika maelekezo ya kutuelekeza kwa masahaba, tutamkumbusha aya ya mia moja katika surati Tauba. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anasema, wasabiquna alawaluna min almuhajirina walansari wal ladhina tabauhum bihsanin radiyallahu anhum anhum wale wa mwanzo katika Uislamu yani uh, nani, wale walioshinda, walioshika nambari za awali katika ubora. Alawaluna ambao ni wa mwanzo katika Uislamu, wakatafsiriwa tena minal muhajirina wal ansari, min tafsiria hawa ni muhajirina na ansari. Na je waislamu wengine waliobakia ambao sio muhajirina na ansari, kina sisi, walladhina tabauhum bi ihsan, hawa wanakuja kwa wasifu E, wa kuwafata hawa masahaba kwa wema, wakifanya hivyo radhiyallahu anhum, Allah amewaridhia na amewaandalia malipo ya pepo e. Kwa hivyo hatutatengenea sisi mpaka tuwe tumepita katika mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasalama, lakini kama walivyofahamu masahaba kimasahaba. Sahaba, sahaba si kikwetu, kwetu sisi watu ambao tuko nje ya zama za hidaya. Zama za hidaya ni zama za masahaba na wanafunzi wao na wanafunzi wa hawa na nini. Mpokezi wa hadithi alisahau kwamba Mtume alisema karine zilizobora ni, ni, ni, ni karine tatu ama ni karine nne, lakini vyovyote itakavyokuwa sio sisi. Kwa hivyo e, uongofu wetu e, kithibitisho cha, cha uongofu wetu kithibitisho cha kuwa tafsiri yetu ya kuitafsiri dini ni sahihi, e, suluki yetu iko sahihi, nyenendo zetu ziko sahihi, ni pale tutakapo, e, itakapokuwa sisi tumefanana e, na masahaba wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasalama, na kwa hivyo tutakuwa tumemfuata Mtume sallallahu alaihi wasalama, na kwa hivyo tutakuwa tumeifuata Qur'ani tukutane katika unwani adhim, ambayo inazungumzia hal nastaghni bilqurani wa anil hadith. Je, qurani inatosha tukaachana na hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallama? Wa sallallahu wasallama wa baraka wa ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.